Ni NYTV tuna ripoti kutoka Kigamboni na makongamano ya WWK bado yanaendelea. Mbele yangu ni naye mkurugenzi uh, uh, wa WWK katika section hii, tutazungumza naye, tutasikia wanayapi kupitia kongamano hili ambalo wamekuwa nalo uh, yapata kama siku tatu hivi, na siku ya leo watakuwa na mgeni wa kitaifa kutoka WWK, mtunza hazina mkuu, tutasikia Bwana asifiwe. Amen. Hongereni sana. Asante sana, tunashukuru. Kongamano limeendaje? Kongamano ni zuri sana sana. Yaani tu Mungu ametuhudumia sana tangu tumeanza mpaka leo bado tunauona uwepo wa Mungu mwingi sana. Yule ambaye anatufuatia kupitia chaneli yetu ya NY TV, tukutambue kwa majina yako na nafasi yako. Asante, mimi naitwa Gladness Mboya na mimi ni mwenyekiti wa WWK katika kanisa hili zuri la TAG HGCC. Kongamano hili pengine nijue, ni la section, ni la jimbo, ni la kanisa la mahali pamoja? Aha. kongamano hili nilimeandaliwa, limeandaliwa na idara ya wanawake ya kanisa la mahali pamoja, yani TAG Heaven Gate Community Church, HGCC. Ni sisi tu wanawake wa mahali hapa tumeliandaa kongamano hili kubwa kabisa. Katika hizi siku chache ambazo umekuwa nazo, pengine ni yapi ambayo umejifunza, na mlikuwa na walimu wapi? Asante. kwenye siku hizi chache ambazo tumekuwa nazo maki, tulianza Alhamisi, na jana tukaendelea, na leo tunaendelea. Hizo siku mbili tulikuwa na walimu wetu wazuri sana. Tulikuwa na Pastor Anne Kaleb ambaye ni uh, mchungaji mzuri sana, ametufundisha somo la maombi, lakini tulikuwa na Pastor Mary Heri fundisha, yeye ametufundisha somo la malezi ya watoto, lakini tulikuwa na mama mchungaji wetu Ba, Mama Balambilwa yeye ametufundisha somo la uamsho, lakini tulikuwa pia na viongozi wa hapa hapa kanisani kwetu ambao wametufundisha somo la ishi sasa. Kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana kubwa sana, asante. Leo tena ni siku yetu maalum sana. Kwanza tunamshukuru Mungu ambaye ametusaidia tumepata mwalimu wa kitaifa yaani, mwalimu ambaye ni mzuri na ni mwalimu, ni kiongozi wetu mkubwa sana wa kitaifa wa WWK. Yaani leo tutakuwa na, na mtunza hazina mkuu wa WWK taifa, na anafundisha somo zuri ambayo inasema utumishi kwao. Tunataka tupige hatua kwenye utumishi, kwa sababu tunajua tumeitwa kwa ajili ya kutumika. Kwao somo hili la leo na mwalimu huyu wa leo, jamani, acha kabisa zungumza na naye tufuatia kupitia chaneli yetu ya NYTV. Pengine anatamani kufika mahali hapa, uenda labda amechelewa au hajachelewa. Karibu, asante kwa wewe rafiki yetu, ndugu yetu ambaye unatamani kufika leo. Kweli kongamano bado lipo, na leo tutakuwepo hapa na kesho tutakuwepo hapa leo mpaka jioni. Kwa hata kama hujajiandaa nyumbani na unaliona tangazo hili, anza safari, njoo ukitokea feri unakuja mpaka Konastoni. Kituo kinaitwa Konastoni, kituo kimoja tu kabla ya kufika chekechea. Unaweza kupanda gari naotoka linalokwenda Kongoe, linalokwenda Mbagara, linalokwenda Twangoma, lakini unashuka kituo kinaitwa Konastoni. Uh, ukifika hapo wewe shuka, ulizia kanisa la TAG HGCC, jengo jipya, utatukuta na kwa kweli hautajuta, hautajuta. Chakula aa, na malazi wale ambao walikuwepo hapa ni bure kabisa kabisa kabisa. Asante sana, asante sana kwa kubariki, nashukuru. Yesu asifiwe! Miaka kumi na tatu ya moto wa uamsho. Tunamtaka bwana na nguvu zake, tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Haleluya! Basi mungu awabariki sana, unaweza kuketi. Ni kushukuru sana kwa kuweza kufika kwenye kongamano letu hili la leo na kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God. Kwa majina naitwa mchungaji Heri Stephen Fundisha, ni mchungaji wa kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God, linaitwa Heaven Gate Community Church. Ninapenda ni kukaribishe wewe ambaye umefika kwa mara yako ya kwanza, lakini na wewe ambaye unatufuatilia katika TV yetu nzuri ya NY, karibu sana, tunapatikana Kigamboni eneo linaitwa Kibada Cornerstone. Na kama unatokea feri, unakuja unaulizia mpaka Kibada kiprefti, ukifika pale, unanyoosha na barabara inayoenda Kongowe ama inayoenda Mbagara, unakuja mpaka eneo moja linaitwa Cornerstone. Utaona mkono wako wa kushoto kuna sheli inaitwa HBR Kifika, kabla hiyo sheli kuna barabara inaingia kushoto ya vumbi, unanyoosha moja kwa moja utaona kuna beria ya kwanza, beria ya pili, ukikata kulia utaona kuna jengo mkono um, wako wa kulia refu la gorofa. Hapo ndipo TAG Heaven Gate Community Church <coughs> na kwa sababu sisi ni lango la mbinguni, basi ndio maana tumejenga jengo la gorofa ili tuwe tunaonaona huko mbinguni yanayoendelea. Kwa hiyo niwakaribisha watu wote wa Kigamboni, Dar es Salaam, na tunao washirika wanatoka Kimara, tunao washirika wanatoka Gongo la Mboto, tunao washirika wanatoka sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Tunazo ibada zetu nzuri. Ibada ya kwanza hapa siku ya Jumapili tunaifanya saa kumi na mbili na nusu mpaka saa mbili na nusu. Hii ni ibada ya Kiingereza inayotafsiriwa inayo, kwa hiyo kama wewe ni mdau wa International Service Uh, tunakukaribisha sana siku ya Jumapili, ibada ya kwanza ya Kiingereza inayotafsiriwa kuanzia saa kumi na mbili, na nusu mpaka saa mbili na nusu Alafu saa mbili na nusu mpaka saa tatu na nusu tunayo uh, shule ya Jumapili discipleship tunafanya hapo shule ya Jumapili, wale watu wa ibada ya kwanza na wale watu wanaokuja ibada ya pili, wao wanakuja saa mbili na nusu nakuwa risali moja la shule ya Jumapili. Baada ya shule ya Jumapili, uh, saa tatu na nusu tunaanza ibada ya pili ya Kiswahili ambayo inaisha saa sita na nusu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Aa, siku ya Jumatano saa kumi mpaka saa kumi na mbili tuna uh, ibada nzuri ya mafundisho ya neno la Mungu. Siku ya Ijumaa saa kumi mpaka saa kumi na mbili tunayo ibada nzuri ya mafundisho na maombezi. Lakini siku ya Jumatatu tunayo uh, mazoezi ya kwaya na siku ya Jumanne maalum kwa ajili ya vijana. Siku ya Alhamisi ni maalum kwa ajili ya WWK kuanzia saa kumi mpaka saa kumi na mbili. Kwa hiyo wanawake wote ni siku yao hiyo maalumu, lakini siku ya Jumamosi tunaitumia kwa ajili ya uh, wanaume. Jumamosi, kila jumamosi ya tatu ya mwezi, wanaume tunapata nafasi ya kukutana na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kutupa kibali kuwepo hapa Kigamboni. Na kwa neema ya Mungu tu, tuna uh, ibada maalum kwa ajili ya wanafunzi. Tunao huduma maalum kwa ajili ya wanafunzi wana vyuo kwa ukanda wetu wa Kigamboni, tuna vyuo kumi na moja, vyuo mbalimbali vya vyuo vya kati, na kwa neema ya Mungu tunayo huduma nzuri kubwa ya vyuo vikuu na siku ya tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na moja tutakuwa na tukio kubwa sana la ibada ya wanavyuo vikuu jamani bwana yesu asifie sana ibada hiyo inaitwa The Great Campus Night ni usiku mkuu wa watu wa vyuo vikuu kwa nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wale wote ambao mnafuatilia NYTV ni kanisa tumefika tu sio muda mrefu sana. Tumehamia jengo jipya kwa neema ya Mungu, una vile, una viona, na vile unavyoona bado linaendelea na na kukamilishwa. Hapa bado halijaisha, tunaendelea na kazi ya kulikamilisha jengo hili jipya ambalo ni kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God linaloitwa Heaven Gate. Kwa hiyo litakuwa lina watu wanakaa chini na juu jamani, haleluya! na bado tunaendelea kumwamini Mungu katika kukamilishwa kwa jengo hili. Naomba niwakaribishe watu wote, na leo kimaalum kabisa tunaendelea na kongamano ambalo tumekuwa nalo na leo tukiwa siku yetu ya tatu. A, kongamano hili limeandaliwa hapa hapa TAG Heaven Gate, na kongamano hili watu wanakula hapa hapa kiroho na wanakula kimwili lakini limekuwa na watumishi wa Mungu mbalimbali mbali, wakiwepo a, a Mchungaji Daktari Immaculate Shinigula ambaye atakuwepo leo mchana kwa neema ya Bwana. Lakini tunaye mtunza hazina mkuu wa WWK taifa Tabita Bank, masaa machache kutokea sasa, atafika katika eneo hili la tukio lakini jana kwa neema ya Mungu tulikuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Anne Kareb ambaye amehudumu hapa kwa siku mbili tu. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi kwa ajili yake, tumebarikiwa mno. Lakini kwa neema ya Mungu pia tulikuwa na mtumishi wa Mungu a, mchungaji Barambile ambaye amehubiri kuhusu uamsho. Yule ni mkurugenzi wa, WWK jimbo la a, Pwani Magharibi. Lakini kwa neema ya Mungu pia tume, uh, tumekuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Mary Fundisha. Na tumekuwa na mtumishi wa Mungu Godness Mboya. Tumekuwa na kongamano zuri sana la baraka. Kwa hiyo ni kualike tuendelee kuungana katika kongamano hili. Mungu wa mbinguni akubariki sana.